Yesu asifiwe! Haleluya, haleluya, amina. Basi tuenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibabiki ambacho ameendelea kutupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Hakika Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Uh, Mungu anaweza, Mungu anatosha. Uh, Mungu anastahili, kwa kuwa uh, Mungu ametusaidia. Uh, hasa endelea kumshukuru kwa kuwa tunajua kwepo kwetu mahali hapa A, ni kwa ajili ya neema yake, ni kwa ajili ya fadhili zake na ni kwa ajili ya huruma zake. A, basi nitaenda kuomba kwa ajili ya neno la Mungu, a, katika asubuhi ya leo. Nitaenda kuomba kwa ajili ya neno la Mungu katika asubuhi ya leo asante. ha, Yesu wakozi wetu, tunakushukuru tunakukuza kwa ajili ya wema wako na kwa ajili ya fadhili zako. Nasema lazima kanuni ya maisha, angalia sana, angalia sana, angalia sana, usiwe sababu ya ubaya na watu wote, hili ni agizo, ni agizo na Mungu wako, ili kama Yesu akija mara ya pili asikuache. Yesu akija mara ya pili asikuache, wache aweze kukuchukua. Tafuta, tafuta kwa bidii kuwa na amani. Huu ndio ambao huu ndio ambao, haya ndio masomo ambayo tunatakiwa kufundishana, wana wa Mungu, kwa ajili ya ujio wa Yesu wa mara ya pili. Kila mmoja angalie, angalie maisha yake. Walipi madeni yao, walipi madeni yao. Mungu ajua nia yako, atamani atamani kulipa, lakini hana pesa. Basi hakikishie kwamba Yesu akija, hawezi kukuacha, hawezi kukuacha. Yesu mara ya pili tunaongozwa, baada ya kanisa kunyakuliwa, baada ya kanisa kunyakuliwa, baada ya baada ya kunyakuliwa hapa duniani tunakuwa kunaendelea, na baada ya kipindi cha dhiki kuu hapa duniani t tunaendelea na kipindi cha dhiki kuu

tuna kuangalia kwamba ujio wa Yesu wa mara ya pili beeazmebaki kitabu kile cha Ufunuo, Ufunuo wa Yesu Kristo kama alivyoelezwa Yohana, sura yake ni ya kwanza, mstari wake ni mstari wake ni wa mstari wake ni wa saba wa Mungu nasema, ata tazama iwaja na mawingu, na kila jicho alitamwona na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Ta tazama iwaja na mawingu, kila jicho litamuona. Huu ni ujio ni ujio wa, wa mara uh, ya tatu, kwamba ujio Yesu wa mara ya tatu ni kila jicho itamuona, kila jicho itamuona na wale ambao ambao ambao walimchoma wale wal waliomkataa, kwambase wakisema wakisema kwamba damu yake uh, iwe juu yetu uh, na hao ambao ni Wayahudi ambao ni Wayahudi uh, watanini Anakuja kwa ajili ya kazi maalum kuanzisha kipindi kipya. Anakuja kwa ajili ya kazi maalum kuanzisha kipindi kipya, kuanzisha kipindi kipya cha utawala wa miaka elfu moja. Huu ndio ujio wa Yesu wa mara ya tatu. Anakuja kwa ajili ya kazi maalum kwa ajili ya kuanzisha kipindi kipya cha utawala wa miaka elfu moja wa Yesu. Vita yingine mbay ambayo ni ya gogu na magogu, gogu na magogu, gogu na magogo, na hii ndio nioitatike kuwa vita ya mwisho. Hii ndio aatike kuwa vita ya mwisho, vita ya gogu na magogu kwa mbao. Ah, naoni nadhani hii somo tayari utaiona naani, nimeshaipandisha mtandaoni, utaiona vita ya gogo na magogo. Kwa Yesu akija kwa mara ya tatu, anakuja kwa ajili kwa ajili ya kuanzisha kipindi kipya. Maana Mungu nasema, anasoma kitabu cha Zakaria, kitabu cha Zakaria, kitabu cha Zakaria sura yake. Zakaria sura yake ni ya kumi na mbili. Zakaria ya sura yake ni ya kumi na mbili mstari wake Zakaria sura ya kumi na mbili mstari wake ni wa kumi kumi na mbili kumi kumi na mbili Neno la Mungu inasema kwenye, uh, Zakaria na Zakaria kumi na mbili kumi na mbili kumi ujio wa Yesu kwa mara ya tatu, na Mungu anasema nani manaya pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake, kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Kwenye kumi na nne nne Zakaria kumi na nne nne inasema, Zakaria kumi na nne nne inasema, na siku hiyo, na siku hiyo, miguu yake itasimama e juu ya mlima wa mizeituni. Uh, utasimama juu ya mlima wa mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, na mlima wa mizeituni utapasuka uh, katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi itakuwapo wa kusini. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu uh, akija uh, mara ya tatu akashukia uh, akafikia akafikia uh, pale kwenye uh, ule mlima wa uh, Mizeituni ule ambao alikuwa akienda uh, kuomba alipokuwa kwa uh, duniani. uh, na ule mlima utapasuka uh, katikati, tapasu katikati. Uh, um, kwa sababu gani? amekuja kwa kishindo, amekuja kwa kishindo kwa ajili ya vita, kwa ajili ya vita baada baada nini baada na kumwomba kumwomba, natambua kwamba hapa ambaye kutusaidia kwenye hizi vita uh, ni Yesu pekee yake. Kwa hiyo atamtazama yeye ambaye aliyemchoma waliomchoma, na Mungu apata neema ya kuomba neema ya kuomba na kuomboleza, ataomba atakuomba wakuomboleza, na Yesu atashuka ili kwamba awasaidie awasaidie. Hii na vita uh, ni ile vita mpinga Kristo ambaye mataifa wanaosanyika kwa ajili ya kupigana na mataifa ya Israeli atakuwa Israeli tapigana na vita ile muda wa miaka mitatu na nusu, na watashiwa silaha. Ndipo sasa utambua kwamba hapa wakusaidiani Bwana Yesu paliyo pajiga nawetu, tusimame twende kufunga ibada yetu kwa maombi. Asante Yesu mwokozi wetu,